Masanja oye oe. Masanja oye oe. Oe. Tuna imani na Masanja yo, yo. Yo, yo. Yo. Yani yo. Ni mitano mitano tena, nimekutana na vijana ambao ni timu Masanja. Kwanza poleni kwa kampeni na pilikapilika zote za kampeni, alafu pia hongeleni kwa ushindi. Kwa majina anaitwa Zakaria Jeremia. Zakaria ni mwanachuo wa Sauti na ninatoka katika kozi ya BST ambayo ni utalii. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kutupatia kiongozi ambaye ana uwezo wa kutuongoza vizuri na vyema, na imani yetu juu ya sera zake na kila ambacho alikisema juu yetu kitakuwa vyema kwa ajili ya maslahi ya wanachuo wote, lakini kwa chuo, na chuo kwa ujumla, na tuna imani na yeye ya kwamba atafanya vizuri na uongozi utakuwa super sana. Kwa majina anaitwa Msali Mayunga, Msali AK Nyanda, yeah. Nashukuru sana kwa matokeo yaliyotokea, sababu ilikuwa ni kazi ngumu ambayo tulianzisha tangu mwanzo kwenye kipindi cha kampeni, lakini sasa hivi tunashukuru kwa sababu yale ambayo tulitarajia tumeyapata kweli. Tunachoamini ni kwamba Masanja atatua pamoja na serikali yake, ataenda kutuwakilisha vyema juu ya sera alizotupatia. Kwa majina naitwa Itoni Kigeso, wengi wananifahamu kwa alright. Natokea chuo cha Mtakatifu Agostino tawi la Arusha. Nashukuru sana kwa matokeo tuliyopata kwa kiongozi wetu. Haikuwa rahisi tulipofikia kumpata kumchagua, kumpigia, kula tumepambana sana. Pongezi kwake kwa, kwa ushindi na kwa manufaa ya chuo kwa ujumla. Kwa majina naitwa Emmanuel Daud John so, ingawa wengi wananiita French Made Easy. ni mwanafunzi wa mwaka wa pili kozi ya BST, nayo furaha kumpata kiongozi bora ambaye atakuwa na vision juu ya chuo chetu na pia katika kuunganisha watu wote kuwa kama kitu kimoja tutegemee mazuri kutoka kiongozi wetu. Asante, asante sana. Eh, Bwana Zakaria, nimeona pia katika groups za WhatsApp kuna kampeni inaendelea sasa hivi ambao ni presidential tour. Sasa mnaonekana mfurahia sana huu ushindi wa ndugu Masanja. Kwa hiyo hii presidential tour mna plan vipi kwa wanao wale wanaowasikia wanafunzi wengine pamoja na BST wote kiujumla? Kwa ujumla presidential tour ni tour ambayo ni maalum kwa ajili ya ushindi ambao tumepata kupitia nafasi kubwa na adhimu kutoka kwa kiongozi wetu Masanja Julius kuwa rais wa chuo chetu cha St Augustine University Arusha Center. Tour hiyo ni maalum kwa ajili ya kusherehekea ushindi. Kwa hiyo kama familia, kama chuo, mwanafunzi yoyote, mwalimu unakaribishwa kuungana nasi katika furaha hiyo ili tukaweze kusherekea kwa pamoja ushindi huu. A presidential tour inafanyika sehemu gani, right? tumepanga kwenda national Park, na national Park ambayo tumeipendekeza bado tuko katika mapendekezo, lakini pendekezo la kwanza ni Arusha National Park. Nsali, nsali. yes, sir. unawaambia vipi upande wa pili ambao mmewakanyaga? kwanza kabisa ni nichukue nafasi hii kuwapongeza sababu a uthubutu walioufanya ni kitu cha kuwapongeza sababu wasingekuwaepo hao hata Masanja asinge, asinge kuwa na huu ushindani. Kwa hiyo niwatie moyo na niwashauri tu kwamba waendelee kujipamba hivyo hivyo, hata awamu nyingine ikifika tena waweze kupata nafasi ya kugombea. Kwa hiyo wasikate tamaa. Yeah. Asante sana. Jamani mimi niwatakie kila la heri na hongeleni kwa ushindi. Asante. Asante.